Ujihusisha na mafuta hadharani, hajawahi kuachwa salama. Yani mafuta hayajawahi kumwacha mtu salama. Unakumbuka tukio la Benpo kuposti kwenye mitandao ya kijamii picha yake akiwa amejipaka mafuta, huku kwambali msambwanda ukiwa unaonekana? Ilikuwaje, kuwaje? cha moto alikiona. Sasa leo ndugu yetu mwingine yamemkuta ameposti simu simu ya bei kweli kweli na kikopo cha mafuta ya mgando hayo mapovu aliyotolewa. Hey, ngoja ni mvutie waya kama hataomba radhi huyu sijui. oh. Ommy Dimpoz inakwaje? aise poa mzee, wacheche niambie mzee baba. Ah, umetuangusha sana bwana eh? Umetuangusha kwa nini si watu, umeona watu wanakutolea povu bwana mtandaoni huko kwenye nini tena, sa unapostile nani simu na mafuta liko? Ah, sa pale tatizo liko wapi? kama unataka simu chukua na mafuta taubaye ukadya. Sasa hilo si ni fumbo ambalo sio zuri. Ah, fumbo gani sasa, wameuliza si ni fumbo hilo, sio zuri hilo kabisa, hilo Ngoja nikwambie, studio una Nokia. So mchezo mbaya huo ule umaanisha? Ah ah, wewe una Nokia 7 hauna? Sina. Unataka simu? Eh. Na mafuta. Utaki? <laughs> Ya <laughs> E, nini sasa? Simu siku hizi ni Nokia 7. Unaweza kuiosha, unajua ni waterproof. Umeelewa? ni simu za kisasa, ikichafuka unaweza kuiosha. Umenielewa? Unanisikia? Ndio. Ehe, uh, kwa hivyo -huh, unaweza kuiosha ikichafuka. Umenielewa? unaweza kuiosha kabisa na maji, ni waterproof. Sasa ukimaliza kuiosha, si unachukua mafuta unapaka. Mimi nimewasaidia kama wewe, mbona ukitoka kuoga unapaka mafuta ili ung'ae? Sasa na iPhone hivyo hivyo. Sasa mimi kwa mafuta na iPhone mapovu. Mapovu ya nini sasa? Mimi nikitoka kuoga mafuta sipaki mafuta ili ning'aye, napaka mafuta ili nisipauke. Aa, na simu nayo unavyoiosha, kwa sababu wengine wana maji ya chumvi, inaweza ikapauka. Kwa hiyo bora uipake na mafuta ing'aye. Ndio nilichomaanisha, swala dogo sana sasa. Watu mbona asilimia kubwa wao ulimaanisha bwana mambo ya beni poya ya kujipaka mafuta simu na mafuta. Unatoaje sasa hizo simu na mafuta? Ukija nakupa simu na mafuta na nakuelekeza, bure au kwa kununua? <laughs> bure nazo nyingi. Acha mambo yako bwana, simu zangu nyekundu. Kesho ni Simba Day. kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Simba tunajitolea, kwa hiyo simu na mafuta ya mgando, eh, eh, mwambie mtu yoyote zimebaki ishirini. Kwa hiyo na we mtu anaweza akakupa pia simu na mafuta. Mimi ah, simu za nini wakati mimi nazo na wewe siku ya kwanza kupewa simu ulipewa na kikopo cha mafuta mgando. Kwenye mkataba wangu wa katika lile fungu langu nilochukua nimenunua simu kidogo kwa ajili ya mashabiki. Sio lazima kwa anayetaka hatushindi. <coughs>